Kuna jirani yetu mmoja anakaa hapo tu hapo China chini anaitwa Ibrahim. Alikuja bani Islam. Tena amekuja na kanzu yake na kibaraka chake mpaka hapa. Akasema huyo mzee, wakati najenga kanisa pale, mimi mwenyewe aliniambia kwamba naomba tusaidie katika kanisa hili. Huyo huyo jamaa akasema kwamba nilitoa akuniambia kwamba nini, lakini yeye akaniambia nenda kamuulize mme wako anajua nikaenda kumuliza mume wangu, akamwambia jamani, huyu huyu nani Ibra alifanya kitu gani? Akasema mimi kama ka, ka, ka, ka, ka, kanisa nilochangia ni hili tu, um, alitoa mifuko 500 ya simenti Muislam, mifuko 500 ya simenti na zaidi ya hapo. Jana amekuja hapa kwanza, alikuja juzi baada ya msiba, akamtafuta mume wangu sana, kwa ameenda kumpokea mtu airport, lakini akamsubiri mpaka akaja, akamwambia, mimi nitatoa magari yangu manne kwa ajili ya msiba ikawa ni manne sasa. Jana amekuja tena akasema, no, sio manne, ni magari matano utom magari matano. Ameacha safari zake za kwenda dao kila mahali, apeleke watu mia tatu masama na kurudi. Asante, nashukuru sana, sana. Ah, tukutambue kwa majina yako. Jina langu naitwa Selina Godson, nimeolewa na mtoto wa Lazaro wa pili yeah. Pole sana kwa msiba ambao umewapata. Nashukuru sana, asante sana. Tunamshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo ametupa neema ya kuwa na baba yetu kwa miaka yote hiyo. Tumemfahamu kwa muda mrefu na tumenu. na tumefika mahali ambapo tunasema ni yani, tunamshukuru Mungu kwa sababu imempendeza yeye kumchukua, kwa sababu tumekaa naye na hatuna mahali pa kujilaumu kwa, kwa, kwa chochote kile, kwa sababu tumefanya kwa moyo wote. E, na tuwezi kusema kwamba kuna uzembe ambao tumefanya lakini tumejitahidi sana sana sana. Nikupongeze e, sana. Nashukuru ni Mungu ametusaidia mm, katika kipindi chote ambacho umekaa naye eh, kabla ya kuugua uh, kwa sababu umeolewa katika hii nyumba, kwa maana kwamba wakati anatumika ulikuwepo, tufahamu yale ambayo umejifunza kipindi kile ambacho anamtumikia Mungu na wewe uko katika hii familia. Amina. Yaani, mafundisho ni mengi sana na mzee, ili kumba ukaenea kwa karibu, lazima umpende Mungu. Kulikuwa hakuna namna ya kutokumpenda Mungu, yaani lazima ufuati njia ambayo anaiendea. Na anavyotufundisha sisi ni kwa vitendo, kwa sababu yeye mwenyewe njia yake ni hiyo hiyo. Ni mtu ambaye alikuwa anapenda kujifunza neno, ni mtu ambaye hawezi kwenda madhabahuni bila kuwa na, amejiandaa na kujiandaa kwake ni kule kumtafuta Mungu na Mungu ndo anampa direction ya kitu cha kufanya. Kwa sababu mzee anapofika madhabahuni ni mtu wa mafunuo. Hakuna siku neno lake unalizoea. Neno lake siku zote ni jipya siku baada ya siku. Na kuna mafundisho mengi ametufundisha na katika mafundisho pia kuna vitabu vingi ameviandika. Lakini kitu ambacho tumejifunza sana ni kule, nilikuwa napenda sana ile somo la kupakwa na kusimikwa. Jinsi, eh, kupakwa na kusimikwa, jinsi ambavyo Sauli alipo alipo yani alivyoteuliwa, maana Sauli aliteuliwa na, na nyendo zake na njia zake jinsi ambavyo alifikia. Maana unajua ukweli, watu tunaokoka, mtu akiokoka anaona kwamba amemaliza kila kitu, lakini kwa uokovu ukishaupokea kuna, kuna njia za kuendea ili ufike ile ambayo Mungu anataka ufike. Kwa hiyo, tukimwangalia Sauli jinsi ambavyo alivyopakwa, ni kwamba alipewa nafasi ya kumtumikia Mungu, na, na, na ule upako ni kwamba wewe unavyozidi kuishi na Mungu ndio Mungu anakupa hatua wa moja kwenda nyingine. Na sisi, na sisi kwa sababu tumejifunza kutoka kwake kumtafuta Mungu, lazima umtafute kwa bidii, lazima uombe, lazima ufunge, kwa sababu naye alikuwa anafunga mara nyingi. Kuna wakati anafunga mpaka siku kumi, siku tisa, baba anakunywa juisi peke yake, anakunywa maji peke yake. Yaani mpaka unashangaa, lakini akitoka hapo ana nguvu nyingine ambayo si ya kawaida. Kwa hiyo tumejifunza kwanzia hapo kwamba ukitaka kumtafuta Mungu lazima kuna kufunga, unakuomba unakusoma neno, na katika kusoma hivyo unakuta sasa unapelekwa levo nyingine, ubaki kwenye ile level ya kwanza ambayo umeokoka nayo, lakini unakuta sasa unashangaa, mbona hiki naweza kufanya, mbona na hiki naweza kufanya, lakini ni kutokana na jinsi ambavyo umekaa mbele za Mungu. Umeona sasa? Kwa hiyo yeye, ile kile kitendo cha kupakwa sa, nani, sa, sa, sa, sa, Sauli, ni kwamba alitolewa yaani, lazima ujaribiwe maana uweze kusema kwamba unafanya mtihani alafu yaani, unaenda mtihani wa mwisho ukaruka mitihani ya chini chini, lazima uende level baada ya level nyingine na nyingine na nyingine. Ndio maana wakati ule akaambiwa kwamba kuna nyama imetengwa, umetengwa wewe, umeshafanya kama mtumishi wa Mungu, umetengwa na unapoa vitu fulani fulani. Na mimi kuna vitu kama hivyo ambavyo nimeshaviona maisha yangu, kwamba kuna siku nilikuwa nimemkosea Mungu lakini sikujua kama nimekosa sasa, sikujua kama hata ni dhambi na sijatenda kweli lakini, mimi ninavyojihesabu, lakini ukweli unakuta kwamba yaani kama vile Mungu amekununia kwa sababu ume, labda umepewa nafasi ya kusema neno la Mungu, umefika mahali hukumalizia kama Mungu anavyotaka, hasa kile kitendo cha kukatiza, ujamalizia kama Mungu anavyotaka. Mungu ananuna, haongei na wewe. Pige magoti, omba, funga, huoni direction umefungwa kila mahali yani ni kwa sababu sasa, ni kwa sababu ya huu utumishi wa mzee ndio maana tumejifunza vitu kama hivyo ile flow ya kimungu ndani yako lakini zaidi ya hapo wa Mungu, msimuone mzee watu, amepita mahali pa gumu. Kumtumikia Mungu si kazi ndogo, ni kazi nzito. Yani mtumishi wa kweli wa Mungu la, yani, kuna, yani kuna kazi nzito eh, kuna nafasi ngumu sana yani, usituona mara nyingine anakemea hiki anakemea hivi, wanakuambia mtumishi wa Mungu. Kama kweli ni mtumishi wa Mungu, kubali kukosolewa, kubali kutii kubali kuwa mnyenyekevu yaani, kuna vitu ambavyo vilitsema vingi ili kwamba sa uwe mtumishi wa Mungu ile kweli, lakini sio ile, kwa sababu tuna vyeo tuna sifa tumesoma, hizo zimpeleke mtu mahali. mm. Umepata wewe neema ya kuwa karibu naye, pengine kabla mauti haijamfika uliwahi kupata nafasi ya kupata neno lolote kutoka kwake ambalo linabaki kama alama e, kwa kweli um, mzee, ukweli, sisi tulivyo, tuko katika familia, tulipita mambo mengi, majaribu ni mengi, na lakini ilifika mahali ambapo kasema, mwanangu, we usione umekuja kuolewa huku ni kwa mali, kwa umaskini, huku sio kwa maskini, Mungu atawabariki sana. Sana sana, tena alisema kwenye kanisa fulani ambalo tunaenda kufungua kule, uh, kwa mchungaji mmoja Isaya, kuna kanisa ambalo, katika makanisa ambayo alikuwa anajenga, akasema mwali wangu usifikiri kwamba umeolewa mahali ambapo ni maskini. Sio kwa maskini, huko utafanikiwa tu e, maana najua umetoka mahali ambapo panaeleweka kidogo, lakini usifikiri kwamba tumekuja kwa, kwa maskini. Mungu atawabariki sana sana. Kwa hiyo, ukweli, baraka za Mungu tumeshaanza kuziona, tunamshukuru Mungu. Ni kweli hiyo aliniambia, alafu na pia siku za mwisho mwisho kabisa, hivi hapa ndo kaulia, hataki kuongea tena, akasema si nilikwambia? Umeshabarikiwa simebarikiwa Halafu baada ya hapo kuongea hivyo hakuongea maneno mengine tena. Yaani akaanza sasa kupoteza fahamu na tuelewani tena. e, kan... eh, hapo. Eh, uh, Okay, msiba huu unatupa picha gani kwa majirani wanaotuzunguka? Ukweli huu baba amefanya kazi kubwa hapa Moshi. Na anaheshimika na kila mtu, yaani watu wote wanampenda, wewe Waislamu, waluteri, wa rasi, yaani wanakuja hapa wakisema, jamani, yaani kama kuna mtumishi ambaye tunamwamini huku duniani ambaye amefanya kazi inaonekana kwa macho ni huyo mzee. Kuna, kuna kuna jirani yetu mmoja anakaapo tu hapo chini, anaitwa Ibraline, alikuja bani mslam, tena amekuja na kanzu yake na kibaraka chake mpaka hapa akasema, mzee wakati najenga kanisa pale, mimi mwenyewe aliniambia kwamba naomba tusaidie katika kanisa hili. Huyo jamaa akasema kwamba nilitoa, akuniambia kwamba nini, lakini akaniambia naenda, kamuulize mme wako anajua. Nikaenda kumuuliza mme wangu, kaambia jamani, huyu huyu nani Ibra alifanya kitu gani? Akasema mimi kama nani katika ka, ka, kanisa lochangia ni hili tu alitoa mifuko mia tano ya simenti. Muislamu, mifuko mia tano ya simenti, na zaidi ya hapo. Jana amekuja hapa, kwanza alikuja juzi baada ya msiba, akamtafuta mume wangu sana, ameenda kumpokea, kumpokea mtu airport, lakini akamsubiri mpaka akaja, akamwambia mimi nitatoa magari yangu manne kwa ajili ya msiba, ikawa ni manne sasa. Jana amekuja tena akasema, no sio manne, ni magari matano t magari matano ameacha safari zake za kwenda da kila mahali, apeleke watu mia tatu Masama na kurudi. Akasema nta, madereva nitalipa mimi mafuta nitaweka mimi na magari natoa mimi yani kwa ile heshima ambayo amepata hapa ap, yani hapa Moshi na hata maduka mengine, nasema jamani, wewe umeitwa, we mtoto wa Lazaro, nenda. Hata kama ni kitu chochote, nitakuchukua dukani, nenda, ni wa Lazaro nenda, utaniletea tu, sina shaka na wewe kwa sababu yule mzee tunamfahamu. kwa hiyo yani Yaani kanisa lile linajulikana kwamba ni la Askofu Lazaro. Yani pale, yani pale hakuna mtu atajulikana zaidi ya Lazaro e. Kwa hiyo anajulikana ya yani hapa Moshi ana jina kubwa kuliko maelezo. Anafahamika mno na anamheshimu mno kila mtu anamheshimu. Na watu wanatoka mbali yani, kuna mwingine kaniambia leo nitoka mbali hapo ni wa siku nyingi mpaka akasema. Alafu eh, ni mtu wa kawaida sana lakini amesema tu yule baba hapana, lazima, nije. Mm, kwa hiyo ana watu wengi sana mm. Okay. Baba umemuuguza kwa muda wa miaka mingapi? Yaani ile serious kabisa ni miaka sita, ile ambayo yuko ndani ni miaka sita ndio tumekaa naye hapa lakini sio kwamba alikuwa na ufahamu; alikuwa na ufahamu wake. Sometimes unapotea, sometimes unarudi, lakini alikuwa na ufahamu na kitu ambacho unatushangazaga sana ni wakati umwambie baba, kuna mgeni anakuja, anasema nani? Fulani eh, anakuja kukusalimia. Yani siku hiyo hutaamini, memori ipotei, ataongea kila kitu na atakumbusha mpaka vitu vya nyuma ambavyo umeshafanya wote, yani, yani, yani kila kitu, alafu baadaye anarudi wa kawaida ambaye hayupo. Yani ndio hapo alikuwa anatushangaza, tuna yani, tunamshangaa mpaka mwisho. Yani, yani ndio hivi, yani ya unashindwa mpaka yani, unasema basi, huyo na Mungu wake. Na kuna, kuna wakati pia kuna watu walikuja hapa watu wakubwa, we we tu wenye dini zao manabii, anataka mwekee mkono, akasema hapana hapana, we nenda mkono kabisa. Yani kuna watu wengine motengie mpaka anapiga magoti chini mbele yake ili kwamba aweke mkono. Kwa hiyo alikuwa na Mungu wake anayemuongoza, na pia kuna wakati ingine kuna wakati fulani tulimchukua hivi hivi, kuna wheelchair tumempeleka kanisani. Ibada ilitisha siku hiyo. Asubuhi saa kumi na mbili, mimi niliwahi saa kumi na mbili pale, malaika zake walitangulia pale. Upako ulikuwa mfano wake haujawahi kutokea, na hata mwana KRT yote, ukimkamata umwambie kuulize kwa siku hiyo, alikuja kanisani, mpaka watu wako wanashangaa ni nini kimetokea kanisani, wanageuka huku nini, huku ni nini, kumbe ni baba. Watu wamesogezwa tu pale mbele na akasema maneno mawili matatu akaondoka, lakini hakuna yes, siku siku ilikuwa kama hiyo, ilikuwa ni hatari, na tukuwa tunatamani ije hata siku nyingine kama nguvu za Mungu ni nyingi, sio kidogo. Unajua hata zile enzi hizo, kawaida kakiwa mshirika wa kawaida, alikuwa mchungaji kabisa. Siku ninasafiri bwana nenda kama dawa, nenda Arusha. Siku narudi nasikia nguvu ya upako nakupokea wakati unaingia mlangoni, nasikia nguvu fulani nakupokea Yani, kwa jinsi ambavyo alikuwa sasa amejiweka mimi. Tena kuna wadogo zangu wa Arusha askofu kwa anafanya mkutano pale stadium wa Arusha, asema hii baba yenu wana nguvu, unaanzia mlango tunazisikia wakati yani, unaingia yani pale, stadium, unajifeel pale. E, kwa hiyo sasa huyo mzee alijikita kwa Mungu. Unaweza ukajua kwamba hii nguvu au siri yake kubwa ilikuwa ni nini? Asema ni kuishi maisha matakatifu. Yule mzee alikuwa afu anajilinda. Ushasikia mtu anishi matia matakatifu, anakuwa anajilinda enzizo. Yuko na mke wake, ole wako mke wake. Wakati naingia ofisini, uniache niingie peke yangu, uwe ufuati hapo nyuma. Niko na mwanamke afu ukae nje, ilikuwa ni ugomvi yani. Mama alikuwa anamba, ukiona naingia mwanamke anaingia ofisini, ingia naye na ofisi. Umeelewa, yani ni watu ambao walikuwa wameamua kumtumikia Mungu wao. Na utaka usikie skendo ya kusingizie au tuseme uongo kwa yule mzee haijaitokeaga maisha unasikia tunakuta wachungaji watambiwa kwamba anaonekana kama iko na vile na huyu na hii haimnaga mke wake walikuwa kama pochi ameweka hapa pembeni hivi ndo anaenda kila mahali kwa hiyo akiingia ofisini mwanamke amejengia yani kwanza tapigwa zuri utajikuta tu umeenda kwa hiyo alikuwa anajilinda umesikia anajiheshimu na ameamua kumtumikia Mungu na anaongozwa na Mungu kweli, maana kuna siku tu, kuna siku uh, uh, yoni, kuna siku ambazo huwezi kumwangalia, unaona hii sura hii, ngoja nikae mbali, kwa sababu anakuja na nguvu za tofauti namna, e, alivyokana Mungu wake. Ni kushukuru sana, na niwape pole sana kwa msiba huu ambao umelipata kanisa letu, lakini pia na taifa kwa ujumla kweli. E, nashukuru sana, asante sana kwa haya machache, ni machache sana, yaani yako mengi mno.

Peruzi na NYTV kiganjani mwako sasa. Je, unao mkasa ama simulizi ya kusisimua na hujui ni wapi pa kuisimulia? Waone NYTV ni channel bora kabisa ya kuvumbua visa na mikasa kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania na nje ya nchi. Ili uwe wa kwanza kupata video zetu, usisite kubonyeza alama nyekundu na kusubscribe, kisha bonyeza kitufe cha kengele, na kwa kufanya hivyo utakuwa wa kwanza kuhabarishwa na NYTV. Unangoja nini? sana sasa NYTV ni chaneli bora kabisa Tanzania, na kwa mawasiliano zaidi waweza kupiga simu zifuatazo 0712455252 au 0688131914, ili kupata habari za uhakika ni NYTV pekee. NYTV ni chombo bora cha Bwana.